Mimi Watanzania nawaambia, hii nchi hii ni kubwa kuliko mtu. Nchi hii ni kubwa kuliko chama chochote cha siasa. Wakati unafika lazima wote tusimame tuseme nchi kwanza. Sasa Asa leo watu tu wanakuja huku wanakuambia eti oh, Oktoba tarehe 29, chama chetu hicho cha zamani kimebaki kuwa NGO, kwa sababu chama kama kishiriki uchaguzi lengo lake ni nini? Sasa so imebaki kuwa NGO, watu wanafanya harakati eh, chama kinakuwa control na watu ambao wako nje ya nchi. Mtu yuko Marekani, mwingine yuko Sweden, wengine wako Kenya. Kazi yao toka asubuhi mpaka jioni, na wanatweet mpaka usiku, ni kuchochea vurugu katika nchi yetu. Sisi hapa tunasema hatuna nchi nyingine, this is the only country we have. Sisi sisimye